Sana mm-hmm. Sehemu moja juzi niliambiwa niandae ujumbe wa jindo ya kutani wa kina mama sasa, nikamuliza mwenzangu mwingine kitu, kitu gani kinasumbua wa kina mama ngine, niguliza nini pia mginipe jibu na uh, moja jibu ambayo nipata ni kuwa na mumewe analewa. Mama anasumbulika, sumbuka mumewe akiwa analewa pombe mara kwa mara. Kwa hivyo fikiria basi, tuangalie Biblia inasemaje kumsaidia mama kama huyo ambaye mumewe analewa, na jambo hilo tunapata kwa kitabu cha Esta moja mstari wa nane, imeandikwa hivyo, kunywa kulikuwa kama ilivyo amriwa bila sharti maana ndivyo mfalme alivyowaagiza watumishi wa nyumbani, kila mtu afanye apendavyo. Sasa ilikuwa mkutano ya mfalme mkuu ambaye alialika viongozi toke sehemu mbalimbali, sio? Ilikuwa nchi nyingi ilikuwa chini ya utawala wake, na alivyowaalika akisema, basi kila mtu anywe pombe apendavyo. Naweza um, <coughs> Fikiria tu vile mambo hapo yalikuwa, sijui walitapika huko na pale, sijui nini ya nini. Na kwa mambo hayo, sasa mfalme mwenyewe alivyokuwa nalewa, nadhani alifikiria juu ya mkewe mrembo. Sasa akaagiza ili mkewe letwe ili wale watu ambao anakuwa, wanakuwa naye pamoja wamwone mkewe na washangae urembo wake. Nafikiri wengine wanajua hadithi hii vile ilivyo. Alikataa, aliona, ah, walevi hawa kwani isimami kati yao waniangilie vichu? Alifikiria atatokee nini tena, alimdharau mume wake mlevi sasa. Alikataa kuitwa au kwenda alipoitwa, um, watu uone um, urembo wake <coughs> sasa hii kaleta mjadala kati ya mfalme na wengine. Tunawezaje kukubali sasa, malkia mwenyewe akataa amri ya mfalme, sio? Tukinyamaza sasa, wake wote kwa tawala wetu, sasa wataanza kukataa maneno ya wanaume zao. <coughs> Sasa Vashti akatolewa kwa umalkia, alafu mtu mwingine anaitwa Memukani alikuwa na mpango ambaye akaweka aka paikamfurahisha mfalme na tena, tusishangae kwa kile alichomfurahisha mfalme. Akasema basi, tutaita wasichana warembo wote waje pamoja, ili mfalme awajaribu. Tena tunagundua au tunajifunza um, mwanaume vile alivyo <clears throat> akiwa na um, nafasi. Sijui, mfalme hakukataa, sema basi, sio mbaya <laughs> leta wakina binti hawa na wakaja kwa wengi, waliandaliwa kwa muda mrefu ili waingie kwa mfalme usiku mmoja, kesho yake waamishwe penginepo, ili kati yao sasa mfalme achegue yule ambaye atakuwa malkia yake. Sasa tukisikia hayo yote, hayo yote ni ya dunia. Siseme hivi ili, ili tufanye vile hao waliifanya sababu, so ilikuwa Wayahudi walikuwa na mateka kwa Babylon. Ni ili tokea kwa Babylon na Biblia inatuelezea vile inavyotokea. Tujifunze nini? Ni swali nyeti mara nyingi kwa Biblia. Mara nyingine ni vizuri kueleza matukio yale kuwa ili watu waone, ah Mungu ananitaka kunifunza jambo lile na lile. Sasa tukianza kuingia kwa mambo ya Mungu tunaelezwa alikuwepo mtu Mordekai ambaye alishikwa mateka alipokuwa Yerusalemu na akapelekwa hapo, eh, Babylon. <coughs> Um, kwa hivyo Mordecai, mtu wa Mungu, tukimwona tukimuona tu anje kujifunza, basi Mungu ana mipango aina gani um, kati hao watu na Mordecai, alikuwa na msichana wa nafikiri wa ndugu wake ambaye alikuwa anamlea kwa ajili ya ndugu wake, alikuwa amekufa, na huyo akaitwa Esther. Na Esther pia alikuwa binti mrembo, sasa akamhimiza ili ajiunge na wale ambao naenda kuonana na mfalme wengine wamejua hadithi hiyo, pengine wengine hawajaisikia sana. Sasa sasa akukubali pia, akajirembesha um, <clears throat> na aka- akawa anajiandaa akutane na mfalme. Sasa warembo hawa walikuwa warembo kwa njia gani? Ni swali ambalo nafikiri ni nyeti, nafikiri sijui wakina dada wanajua urembo wao na kujirembesha, na wengine wanajua mimi ndiye mrembo kwa mwili um, <coughs> lakini pengine i tunadhania Esta ambaye alichukua um, shauri yote ambayo alipewa na walioongoza warembo hawa na yeye alipoongea kuwa mfalme mfalme akafurahishwa naye kwa njia ya kipekee. Sasa hata kwa jumla tukiangalia vile Biblia inaeleza wanawake wa Israeli hata mkewe Ibrahim um, mkewe Isaac, mkewe Jacob na kadhalika, na tunakuta wanahesabiwa ni wazuri kushinda wanawake wengine. wazuri vipi? mimi sidhani ni urembo wa mwili lakini mwanamke ambaye anakuwa anamcha Mungu anakuwa na urembo fulani wa moyo bas. Esta akachaguliwa awe malkia mpya na mfalme huyo, na Mordekai pia alimwambia asitaje kabila yake, anyamaze tu hapo, awe malkia amtumikie mfalme na kadhalika, lakini asitaje um, mfalme um, kabila yake. Sasa tunaendelea kuelezwa sura ya pili ishirini na moja mpaka ishirini na tatu jinsi Mordecai siku moja alipokuwa hapo mlangoni penye mfalme um, mahali alikaa, angelia mambo ya Esta kidogo kidogo, aliwakuta watu wengine wanaongea wanataka kumuua mfalme. Sasa Mordecai badala kunyamaza, pengine kufurahia watu wanajabu kuingilia mfalme sijui nini, lakini ali, ali, um, alipeleka report juu ya hiyo na hiyo basi wa, hawa wakazoeliwa na tunaambiwa, kwa ufami huo tena kwa dunia e, mfame mwenyewe akachagua mtu mmoja ambaye amemweka mfuazi wake awe na mamlaka nyingi kwa ufami wake, na huyo alitwa Hamani na Hamani alipopewa majukumu hayo ya kutawala chini ya mfame, aona bora basi niwaambie watu nikija waanguke chini mbele yangu. Sasa, popote Hamani alipoenda, watu wakaanguka kifudifudi, wakamheshimu aina hiyo, lakini mtu mmoja ambaye hata Hamani alipita, aliangalia tu, akasimama tu Myahudi. Anasema huyo ambaye nita nitamwabudu ni Mungu mmoja tu, sitapiga magoti mbele ya binadamu. Kwa hivyo tunaona hapo basi vile um, mambo ya Mungu yana yana na inaingiliana na mambo hayo ya dunia um, wale wa Mungu wanapiga magoti mbele ya Mungu peke yake hawatoe hiyo hali ya heshima ya juu au uoga kwa viongozi wa dunia basi Haman akawa na hasira hiyo ilipotokea na hasira ilimfanya basi amue uh, wale watu wa Um, Mordecai wote wachinjwe sababu wanajaribu kudharau um, kitamaduni cha hao watu um, Babuloni. Sasa Mordecai aliposikia hiyo, akashtuka sana, akavaa um, gunia na akaomba Mungu, akafunga. Esta hakuwa amejue inaendelea nini, akamtumia nguo ili avae, lakini alisema hapana, siwezi vaa nguo. Sasa utasikia vile inatokea, usifikirie wewe utaokolewa, watu wetu wote watachinjwa. Na ndivyo Hamani amefanya, mfalme amekubaliana naye. Halafu tena akamweleza Esta. Sasa huyu mrembo ambaye alifikiria anaenda kwa mfalme ili aponde raha hapo, lakini kumbe sasa jambo limekuwa tofauti. Alimwelezea hata Mungu atatumia njia ya kuokoa watu wake, lakini pengine njia ndiyo wewe na wewe umepewa kuwa malkia ili uokoe watu wako wewe unakuwa karibu na mfalme. Mfalme peke yake anaweza geuza mpango huu, sababu kuna mtu mmoja tu juu ya huyu Hamani mwenye chuki kwa Wayahudi. Sasa Esta akastuka alivyoambiwa hayo, kwa ajili alijua hata yeye kumwendea mfalme haikuwa rahisi. Mtu ambaye anamwendea mfalme pasipo kuitwa anaweza kuchinjwa pale pale. Mfalme haisumbuliki, ndivyo alikuwa akitaka, mtu anamwita aende lakini hata Malkia hakuwa na nafasi hivyo. Basi watu akamwambia Mordekai jambo hilo, na wakakubali wamwombee wafunge siku tatu ili atakapojaribu w kuingia kwa mfalme, basi mfalme afurahiwe naye na aweze kuongea naye. Basi <coughs> um, Esta siku ile basi, tuko kwa sura ya nafikiri tano. Wacha nisome hapo kidogo um. <clears throat> Ikawa siku ya tatu Esta, alijivika mavazi yake ya kifalme akasimama katika ua wa ndani wa nyumba ya mfalme kuelekea nyumba ya mfalme, naye mfalme akaketi juu ya kiti chake cha enzi katika nyumba ya mfalme kuelekea mlango wa nyumba. Ikawa mfalme alipomwona malkia Esta amesimama uwani, yeye akapata kibali machoni pake, naye mfalme akamnyoshea Esta fimbu ya dhahabu aliyokuwa naye mkononi. Basi Esta akakaribia akaigusa ncha ya fimbu. Sasa so, si ndicho kitu ambacho mfalme angefanya ili yule ambaye anamwendea akubalike. Asingifanya hivyo angichinjwa. Bas Esta akakubalika hivyo, sawa. So, mfalme sasa akamuuliza Esta, nikufanie nini? Akamwalika pamoja na huyu hamani kwa sherehe, um, kuku, kukutana pamoja mpende um, chakula jon hile karamu. Bas wakaenda kwa karamu hiyo kila ambacho kinamfanya am, Amani afurahishwe kabisa, sababu yeye ni mtu wa pili kwa mfalme, hata Malkia nampenda kabisa mpaka namkaribisha kwa um, karamu kama hiyo. Baada ya karamu, Amani akaenda nyumbani, lakini akaona huyu Mordekai na mdarao akaamua basi atamchinja Mordekai kesho yake. Lakini usiku ule ule, kwa wale wengine mmesikia mambo hayo, lakini wengine hamjasikia sana. Mfalme hakuweza kulala vizuri. Ila alishindwa kupata usingizi. Alimwagiza mtu alete kitabu ambacho kilieleza vituko vilivyokuwa na vinaendelea kwa ufalme wake, yani mambo ya vile amekuwa ametokea. Na aliposomeshwa hapo akasoma juu ya wale ambao walitaka kumuua mfalme na aliyewagundua na kumweka jambo hili wazi ili wazuiliwe, Mordecai. Sasa mfalme akauliza, huyu Mordekai amefanyiwa kitu kumshukuru kwa vile alimtetea mfalme? Hajafanyiwa. Sasa <coughs> alif, alifikiria, lazima nimfanyie Mordekai kitu kizuri kama shukrani kwa vile ali- alitaja wale ambao walitaka kuwa, kuwa mfalme. Wakati ule amani anaingia mahali mfalme yuko na amani. Na, amekuwa ni kitu ambacho nataka kumwambia falme falme, mimi nataka kuna Myahudi moja, na hapo hapo nje, nataka kumchinja leo ukikubali, Mordekai. Lakini kabla hajasema hayo, um, mfalme ananiuliza nikiwa na furahishwa sana na mtu nimfanie nini, na Mordekai apole, hamna, na anajua kumbe ni mimi tena. <laughs> mfalme ananipenda sana, lazima yule ambaye anafurahishwa naye ni mimi. Zakisema sio, umweke kwa farasi na apelekwe ndani ya mji na itangazwe, ndivyo anafanywa mtu ambaye mfalme anafurahiwa naye. Basi mfalme akamwambia, chukua farasi hivi, chukua Mordekai, weke juu yake, mwadui wake mwenyewe <laughs> Na asifike mbali watu na wewe ndio utakuwa nasema, hii ndivyo mfalme anamfanyia yule ambaye anafurahishwa naye. Mordekai, mwadui wa Hamani mwenyewe. Sasa ikabidi Hamani afanye hivyo, azunguke ndani mzima ya mji siku nzima akiongoza farasi ya mfalme na Mordekai juu yake, akisema ndivyo mfalme anafanyia yule ambaye nafurahishwa naye na Jon akaenda nyumbani akasema hiyo, na hata watu nyumbani walishangaa. Sasa baadi yako imeisha, vile sasa umefanyia umadui wako ulimbidi umsifu. <coughs> kati ule habari ilitoka kwa mfalme, Amani afanye haraka ende kwa karamu, sababu karamu tena siku ya pili imeandaliwa. Na karamu hiyo bas, walipokuwa pale mfalme um, tena akamuuliza Esther, unataka nini? Umetuita mara ya pili, niambie kile ambacho anaweza kukufanyia. Na hiyo mara ya pili basi akasema huyu Hamani ambaye anakaa na wewe hapa ndio mwadui wetu, nataka kunichinja pamoja na watu wangu wote, ni mtu mbaya sana. Sasa Hamani aliposikia hiyo akawa anaogopa kabisa. Mfalme na akaghadhabika, akatoka nje, na Hamani sasa akamwangukia Esta, ili amwombe tafadhali, mwambia mfalme tofauti, nisichinjwe nisi mfame alipokuja akaona, sasa namshika hata mke wake Esta, moja kwa <coughs> moja, tunaambia watumishi wakaingia, wakafunika uso wa Hamani, sababu haifai mfame kuona mtu ana anakuona uoga. Mfame ni mtu ambaye raha peke yake anatakikana aone kila wakati, na amani alitolewa na yeye ndiye aliyechinjwa badala ya Mordecai. <coughs> Um, kwa hivyo kwa hayo yote tunapata walio ukuja juu ni Esta na majukumu ya amani Mordekai ndiye alipewa. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kusikia hayo yote unafikiria hai, unahusika nini na mwanamke ambaye mumewe ni mlevi? <laughs> Na Biblia haileti mara nyingi ile jibu vile tunalitaka mm? Mwanamke anataka kujua ni fanyaje, lakini pengine hapo, tunaweza tunaweza jifunze kitu kimoja. Vashti na um, mfalme hawakuwa Wayahudi, kwa hivyo kitendo cha kulewa pamoja na ufahamu wote, tusifikirie Mungu alifurahia, lakini kitendo cha Vashti kukataa mume wake mfalme, sababu alikuwa mlevi, pia sidani kama Mungu alifurahia. ni sababu Mungu ali toa hao watu na akaweka watu wake. Mfame alizidi kuwa mfame, lakini sasa, mshauri wake alikuwa mtu aliyemjua Mungu na makia yake pia alikuwa mtu aliyemjua Mungu <clears throat> kwa hivyo tunaweza sema, ukiwa mke na mume wako anakusumbua kwa ulevi, inafaa umtii hata akiwa mlevi ili uhepe hilo um, jambo mbaya. Ilimbidi sasa Mungu aweke watu wake kwa ambao wanaamsha yani, yule anaamsha Mungu, anaamsha mumewe ambaye hata ni mlevi <clears throat> um, urembo sasa. Warembo nadhani walijaa hapo chungo mzima, chungo mzima, ili waonane na mfalme, na warembo wa mwili walikuwa wengi. Ninikumbusha siku fulani, nilienda mahali ninywejaina Niliona msichana mwingine anasimama mahali nipo mwangalia, nika- nikajua mwenyewe hey, ni mrembo. Watu wanaume lazima wote wanamtaka. Sijui kama nimeshasema hiyo hapa, lakini sasa yali alisonga karibu, akaanza kuniambia mimi, nataka wewe mume wangu. Nafikiri ujasiri u alikuwa nao sababu alifahamu kila mwanaume alipomwona, hey, nataka huyu <laughs> eh? Alitumainia urembo wa dunia hii. Ni kweli ilikuwepo, lakini sio yule aliyeshinda kumpata kum, kum, kuwa malkia. Wakati ule mfalme alipendezwa na hali ya Esta, nadhani kwa mwili alikuwa mrembo, lakini lazima tufikirie, alikuwa na moyo wa heshima kwa Mungu na upendo, na ndivyo mfalme alifurahishwa nayo. Um, ukifanikiwa usifikirie sasa mwingine um, wapige magoti mbele yako, lakini tumia mafanikio yako kuwasaidia wengine tofauti, tofauti na Hamani ambaye alipopewa mamlaka akaona sasa mimi mtu muhimu sana, mpaka sasa yule aliyekataa akamkwaza, kwa njia nyingine ikisababisha kifo chake. <coughs> Um, mambo mengi hapo, pengine tuna mesikia eh? mesikia vile bibi ameletimia sawa. Sijasoma kwa urefu, sababu ni sura kadhaa nimepitia. Ukisoma Esta mwenyewe utapata kwa ndani zaidi, na unaposoma Mungu aongoze, uh, na mfahamu mpango wake kulingana na maneno hayo kuhusu maisha